Bwana, mambo vipi? Uh, karibu sana kwenye D&A Television, unaisikiliza na kuitazama straight way kutokea hapa Tandale, ndio makao makuu yetu. Mimi ni ni Tomoga Kalisa Master Master the King Master Buffalo. Leo kwenye kona bwana ya michezo tumekutana na bwana Juma bwana. Bwana Juma bwana. Bwana bwana ni mdau mkubwa sana, anapatikana na mitaa hii ya Tandale. Leo nataka tuzungumze stori za Simba, tuambie kwamba bwana, kwa nini Simba yake mbovu? Simba hii kwa nini inakuwa inagawa utamu kama jinsi ambavyo maneno ya Uh, msemaji wa Azam bwana amezungumza kwamba Simba inagawa utamu au kamu, imekuwaje sasa? Yeah. We ndugu yangu <laughs> timu yenu vipi? Aa, kiukweli katika katika timu ya Simba Sports Club kama unavyoona hali halisi Simba kwamba haiko vizuri na kimwelekeo kabisa, ambao unakosa kuwa vizuri. Tasira kubwa sio kwa wachezaji, tasira kubwa ipo kwa makocha, na hii ndio hasa inaoleta mkanganyiko mkubwa wa Simba kutokufanya vizuri, lakini uongozi nao pia wa Simba Sports Club hauko vizuri, ukiangalia Mo Deuji ambao yeye ndio mfadhili mkundo rais wa klabu ya Simba mm. Lakini ana sei kwa viongozi ambao wapo. Lakini mimi niseme tu jambo moja la Simba ili kuweza kukaa vizuri, kwa kama mdau wa soka wa hapa Tanzania, sasa hivi mm. ni kwamba klabu yetu klabu ya Simba Sports Club mm. ni klabu bora, lakini katika ubora uliokuwepo unakosekana kwa sababu hawana fans ya makocha waliokuwa bora. Hii ndio changamoto. Yani unamaanisha hawana makocha bora au au ni au ni. Ah ah, timu ipo bora, timu ipo bora. Timu ipo bora. Tatizo kuna makocha ambao ni wa 10%. Hii ndio tatizo lililokuepo pale. Kama kungekuwa kuna makocha wa 10%, Simba ingefanya vizuri. Lakini Simba msimu huu ilipata ilipata, ilipata bahati bwana na kocha na nani? Meneja amekuja meneja bwana, sio kocha. Lakini na ikazungumzwa kabisa huyu ni meneja, huko atakuwa na uwezo wa kuingilia baadhi hata maamuzi sehemu ya usajili na nini na vitu vingine. Ah sasa, hilo lilo kuepo ndio lilikuwa bora zaidi kuliko la sasa hivi kwa sababu kocha ule alivyokuja, maana itakiwa achiwe benchi la ufundi lote yeye kama meneja, lakini bado tukamwona Matola, lakini bado Matola yupo ndani ya miaka kumi yeye, kama nani? Kwa sababu kama yeye ni kocha, Matola ana vibali vya vyeti vya ukocha, basi kuna timu zingine zipo. Kuna Singida hajawahi kwenda, kuna Coast Union hajawahi kwenda, kuna Azam hajawahi kwenda. Nchi za nje, nchi ya Uganda, Kenya, watu timu za huko zote zinahitaji makocha lakini mpaka leo ajaye atujaye kusikia kwamba yeye ameomba hata, hata nafasi ya ukocha huko akafundisha, ili mtoto wa nyumbani mtoto wa nyumbani. Hapana, hatuwezi kwenda na mtoto wa nyumbani, tunaangalia professional. Yeye kweli miaka ile kuwepo alitoka Simba akakuza aka, aka, aka Simba vijana na timu akawepo ile, sio ndio sababu ya kusema kwamba yeye endelee kuwepo. Hapana, vi... mimi nachoshauri uongozi wa Simba, Matola umwangalie kwa jicho la tatu kwa maana ya kumuondoa pale. Matola ndo kikwazo cha Simba kwa sababu yeye ni kocha wa 10 pasenti. Mcheza kwao hutunzwa bwana Juma, bwana, ukiachana na ushabiki lakini, mcheza kwao hutunzwa. Tunaongelea leo ukweli, tunaongelea leo uasilia ambao upo na unaonekana. Kwa nini, kwa nini makocha wageni wakija? Sawa, wanakuepo pale naye yupo lakini hao makocha wageni wakija pale hawafanyi vizuri Sawa yeye yeah, akiwepo wakifukuzwa yeye anabaki yeye, yeah, anafanya vizuri. Kwa sababu zipi? Maana yake tayari kuna matatizo ndani yake yeye, yeah, inawezekana ndio sababu ya migogoro ya Simba, Simba sifanye vizuri ili wale makocha waonekane wabaya. Sawa, mimi nataka tuweke takwimu vizuri. Kwanza kabisa mimi nataka uniambie uh, nini maana 10%? Unajua, hii tunasikia tu asilimia kumi asilimia kumi yeah ina maana gani? Ateni pasenti maana yake mchezaji hawezi hawezi kucheza paka elewani na kocha kwamba atapata asilimia fulani ateni pasenti ambayo ni fair kwa ajili ya yeye ndo apango ya, ya cheze. Simba ana wachezaji wangapi wazuri? Eh? Wapo wengi. Lakini kwa nini kila siku first 11 wachezaji wanajirudia wale wale kati kuna wachezaji? Umeangalia mechi ya juzi walikuwa wamecheza pale. Kuna ule Mkenya hapa. Ilikuwa ina haja kukaa benchi, kati mechi inaofuata mechi inaofuata, kabla ya Azam umeona kaingia dakika like ngapi kapiga kapata goli? lakini umemwingiza mchezaji mwingine ambao kacheza dakika tisini zote, akati una mchezaji mzuri yupo ambaye angeza, ku, angeza kuapa matokeo Simba. Kuniambia, siasa za mpira wa Tanzania sasa hivi ziko Simba na zinaharibu mpira wa Simba. Wao wenyewe, wao wenyewe ndio wanaharibu mpira wao wenyewe. Kuna vitu vinavyowatafuna, vinavyowatafuna ni uongozi na benchi la ufundi. Ushauri wa Simba ili ifanye vizuri katika matokeo ya mpira wa ndani ya nje na ndani ya nchi yetu, wanabidi watafakari upya wanachama wapenzi wakileketwa klabu hiyo, ili kuwaondoa benchi lote la ufundi lilokuwepo pale, kuanzia Matola na watu wake wote waondoke. Sasa kama mnataka kuliondoa benchi la ufundi Matola na watu ambao wako pale wengine kwenye benchi la ufundi, 10% iko wapi? Iko kwenye ngazi za juu za uongozi wa mwenyekiti na nani na nani na watendaji wale wengine, ama iko kwenye hao benchi la ufundi tu? Ah, maana yake lazima hapo kuna kuna, kuna msululu lazima uelewe. Kwa sababu huyo mko tayari kumalizana na Mangungu. Ah, Mangungu ana shida gani? Mangungu ni kama mwenyekiti tu. Sasa waku... kama ni mwenyekiti yes, ndio anayeruhusu kwamba teni pasenti itokee. Mangungu hawezi kuruhusu teni pasenti kwa, ah, okay. kwa sababu yeye ni mfunga kikao na mfungu wa kikao, basi ndio kazi yake. Mtendaji mkuu wa Simba nani? Watendaji wakuu wanajulikana, watendaji wakuu wa Simba eh, wanajulikana kina Moo kina nani na Mo. Sasa hivi inabidi lazima angalie, huu ni wakati mwingine sawa lazima angalie aweze yeye akawa mwekezaji tu miaka yote haiwezekani. Lazima angalie mbadala wa wawekezaji wengine atakayokuja kuweza kuisupport Simba ili kuweza kufanya vizuri. Usingangania wewe tu kila siku uwe Mo, haiwezekani. Ndio maana unavyoona katika uongozi ulivyo katika nchi zote duniani, kuna watu ambao anatoka huyu anaingia huyu, anatoka huyu anaingia kwa mfano, Yanga leo inafanya vizuri inafanya vizuri. Ukiangalia tangu kipindi cha nyuma mpaka sasa hivi, wamebadilisha uongozi mara ngapi? Eh? Lakini wanafanya vizuri kwa sababu tayari wamejipanga kimaendeleo ya soka na mpira wa sasa hivi ni fedha. Sawa sawa sawa, mimi nimekuelewa. Nataka unipe dua yako moja tu ya kumaliza msimu mm. Kama shabiki wa Simba, dua yako haswa ni ipi? A, mimi soka, kama shabiki wa Simba mimi naongelea nikiwa mdau wa soka. Umeona mdau wa soka, kwa sababu napenda soka napenda mpira bwana. Ili we wewe, jinsi unavyozungumza tunaonekana mkeleketo wa Simba. Hapana, hapana hapana, ukeleketo wa Simba huo ni vitofauti vitu tofauti. Ukeleketo nilokuwa nao ili timu iweze kufanya vizuri timu zote za Tanzania ziweze kufanya vizuri kufanya vizuri maana yake nini tuwe na makocha waliokuwa bora ili timu ziweze kuperform vizuri katika mashindano ya ndani ya nchi na nje ya nchi. Yes, uh, nipe dua yako moja kwa unaloitegemea Simba unapenda wewe litokee msimu huu mimi nalopenda Simba ifanye vizuri lakini iweze kufanya vizuri mpaka hakikishe uongozi uliokuepo huu wote uondoke. wale wale sio watu wa mpira kabisa au kuna pale hakuna wale watu wa 10% Eh, yani uongozi ule uondoke pale, bas Simba itafanya vizuri na itakuwa historia. Haina shida, mimi nashukuru sana. Asante sana. Nashukuru sana bwana. <laughs> Yes, eh bwana ulikuwa unaitazama na, na kuisikiliza D&A Television. Mimi niko hapa Monge, ni Kalisa Masa, nyuma ya kipande yuko nyuma ya kamera yuko kipande. Taarifa zote kama unazo unazozifuatilia sasa hivi ni vyema zaidi ukaendelea kuzifuatilia kwa kusubscribe channel zetu D&A Television ili uwe wa kwanza. Asante sana tukutane muda na nyakati zingine.